Mbele nakuonyeshe digital products tatu tu ambazo unaweza ukazitengeneza bila pesa kabisa. Unaweza ukaziuza na kuanza kama una followers wala mtaji. Ya kwanza ni ebooks. Na hii ndio digital product rahisi kabisa kuanzisha. Na hapo unaweza kaandika mwongozo wa kitu ambacho kinatatua tatizo la mtu. Na hapo unaweza kaandika mwenyewe au kutumia ChatGPT kaandika kila kitu. Na hapo utauza kama PDF, TikTok au hata kwenye group lako la WhatsApp bure kabisa. Ya pili ni online course, na mfano mrahisi kabisa ni kama hizi group za WhatsApp we, ambazo mtu unaingia humo na unajifunza. Nadhani hata mmoja hapo utakuwa kwenye group moja wapo humo ndani, na hapo una uwezo wa kufundisha chochote kile unachokijua kusuka, sijui forex, sijui kuandika chochote kile. Sasa kwa nini watu wakulipe? Watu wana, wako tayari siku hizi kumlipa mtu mwenye uzoefu na ujuzi wako kitu ili awasaidie kuokoa muda na kufikia malengo yao. Kwa mtu ambaye uko serious kutengeneza pesa nzuri mtandaoni nataka nikualike katika challenge ambayo inaanza tarehe nane mwezi wa kumi, na hii ni 100k in 10 days challenge. Yani katika hiyo challenge nitakufundisha jinsi gani ya kutengeneza laki moja yako ya kwanza mtandaoni ndani ya siku kumi. Hata kama una mtaji ujui ni cha kufanya, hata una followers wengi, hii challenge itakufaa, na njia tuenda kuitumia, tutaenda kutumia digital products. Kwa nini? Kwa sababu digital products ndio njia rahisi ya kutengeneza pesa mtandaoni hata kama mtu unaanza, kwa sababu hauhitaji mtaji wala kutengeneza chochote kile, tutaenda kutumia free methods. sasa Kujiunga na challenge namba yangu ya WhatsApp ipo kwenye bio hapo, nitumie message Digital Products Group, nitakuunga moja kwa moja kwenye group, na kabla tarehe nane nitaenda kufanya 24 hours challenge. Hakuna muda wa kupoteza, ndani hizo masaa 24 tuenda kutengeneza wa first digital product bure kwa kutumia AI kabisa, na baada ya hapo kwa ule ambaye anatamani kuendelea na challenge ataendelea. Kumbuka Ukitaka kujiunga na grupu hili, nitumie Digital Product Group namba ipo kwenye bio, tukutane darasani.